Imegonga mwamba kweli, Uswizi haijawahi kudanganya. Kama mimi hapa nimewashinda kesi mm, wataweza kushindana kasi? Ni ushindi wa Wallace Karia, ni ushindi wa TFF, ni ushindi wa Mguto personal, wamekusanyana kusanyana, kusanyana. Yeah, vikundi vya watu sijui watano wakajazana jazana pale maneno ya ujinga ujinga, I'm not sure wale mawakili hawakuwa wanajua kwamba hii ni kesi ya I'm not sure, kwa utaalamu wao. Naamini wale walipanga tu kupiga hela Su, unajua ile kwa mtu anaweza kuambia unaweza utafanikiwa, i hey, tunatoboa, hey, tunatoboa eh, kumbe ana mpango wa hela zako <laughs> na waswahili wanasema wajinga ndio wajinga ndio wale wao. Inawezekana wale mabwana wa. Inaweze walijua kabisa hawa hawatoboi, lakini madhari kuna hela hapa na hela haina dini <laughs> unaweza kunawa ni wanachama wenzetu yeah, yeah, yeah, yeah. Lakini washaona pale kuna fursa ya hela, na wajinga ndio wali wao, wakampampisha tu tunashinda hii tajiri tunashinda hii rahisiai hii, nyeupe mapema kabisa hii hapa, watafungiwa TFF, watafungiwa na pointi tatu tutapewa. Wale wakajaa kichwa wakapeleka kesi kwenye mahakama ya kasi kasi. Ni mahakama ya usuluhishi, mmeshindwana katika ngazi zenu huko, ndio unaleta kesi ya, yako hapa usuluhishi, si unaelewa? Yaani ni jambo jepesi mno. Sasa nyinyi hatujashindwana ndani eh? Unaenda huko, anakwenda kusuluhisha kitu gani? Kasi wametupa makaratasi huko, chali, tunasubiri tarehe ya dabi na ndio maana nasema ninayo furaha vibaya mno kwa sababu, uh, kwanza walitaka ku, ku, kuichafua ligi yetu, pili wakataka kuichafua bodi yetu ya ligi, tatu wakataka kuichafua TFF yetu, na nne wakataka kumchafua Wallace Karia. Kupeleka kesi kwenye mamlaka ya ndani tafsiri yake ni mamlaka ya nje, tafsiri yake ni kwamba hauridhiki na mamlaka zako za ndani, tafsiri yake ni kwamba mamlaka zako za ndani hazitendi hazi haki, tafsiri yake ni kwamba hauna imani na mamlaka ya ndani, tafsiri yake ni kwamba mamlaka za ndani hazifai, ndio maana umekwenda kukimbilia mamlaka za nje. Sasa je, tujiulize bodi ya ligi haifai, tujiulize TFF, TFF haifai, Mguto hafai, Karia hafai ni kutaka kuwatukanisha viongozi wetu ambao wanafanya kazi kubwa kubrandi huu mpira. Simba hii leo tuko fainali ya Kafu ni kwa sababu ya ligi hii bora imetutengeneza Simba, ni kwa sababu ya TFF imara iliyotengeneza misingi imara ya mpira. Simba hii leo tuko, tuko fainali. Sasa anapotokea mtu anakwenda kuwachonjea TFF huko, ili waonekane, wabaya, sisi kama wadau wa mpira Tunafurahia ushindi huu, ni ushindi wa Wales, wala hata sio wa Simba, ni ushindi wa Wales Karia, ni ushindi wa TFF, ni ushindi wa Mguto personale, na ushindi wa bodi ya ligi kwa ujumla. Na mimi nimefurahi kwa haya matokeo kwa huu ushindi ambao wamepata wa, wa, wa, wa, wa hizi mamlaka. Mamlaka ziheshimiwe, tuache kukurupuka tuache mihemko, tuache kutaka kufurahisha mashabiki wetu, tufuate misingi na sheria za mpira wa miguu ndio maana anasema I'm very happy <laughs> mara nyingi, nilijua hawawezi kutoboa. Sasa kama watu walishindwa na Morrison, wanaweza wakashinda waka, waka, waka kesi kasi kama mimi hapa nimewashinda kesi wataweza kushindana kasi. Mimi kasi nimewanyoa, mimi nimewanyoa kwenye kesi pale. TFF walikuwa mawakili watatu na sio wao, nikawanyoa mchana kwa upi. Mimi nilikuwa na mwanasheria wangu mwamba anaitwa Hosia Chamba, kanda maalum wawili tu. Alafu hatuna hatuna diary wa nini vitu vinatoka hapa tu <laughs> eh, yule yule kusia Chamba, sheria za nchi, sheria za FIFA, sheria za CAF za TFF ziko hapa, akawa anafyatuka tu. Wale mabwana wamekuja na ushahidi namna hiyo wa kujaza kenta, tukawapiga mchana kwa upe. Sina hatia hasa. Kama mimi nimeshinda kesi hiyo, ndio wataweza kasi tondo kendi.